Habari yako, karibu tena. Leo niangalie hapa, ni kufundishe kusuka hii staili nzuri sana, mwanafunzi wangu kipekee. Nipende kumshukuru Mungu, tumeweza tena kukutana kwenye darasa lingine. Jamani, mimi huwa nafurahi sana tukikutana tena kwenye darasa lingine kama hivi. Basi, mimi ninaitwa Marieta, tuna chuo lakini chuo chetu kinapatikana Dar es Salaam, Mabibo, sawa? Utafanya hivi, utakata mstari hapo katikati, then utaanza kuzisuka hizi nywele kidogo kidogo, sawa. Ni crochet lakini utaanza kusuka ndogo ndogo, usisuke kubwa, kwa kuwa ukisuka kubwa hazitakaa vizuri na hii staili yetu. Tumeelewana, mwanafunzi wangu mzuri, basi endelea kunifuatilia hapo, ambapo mwanafunzi wangu anasuka hii nywele ya mkono. Wakati mwanafunzi yangu anasuka nywele ya mkono, nipende kukwambia kwamba wewe ambaye ni mwanafunzi unayetoka mkoani, hosteli zipo. Tumeelewana, ehe. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye unatoka mkoani, usijali kabisa, hosteli zipo na hosteli zetu ni nzuri sana. Okay, basi mwanafunzi wangu akiwa anaendelea kusuka hapo nywele za mkono, umeona, usisuke kubwa kubwa, suka tu kiasi kidogo kidogo kama hivi. Hii staili jamani haipendezi ukisuka manywele makubwa makubwa, makubwa. tumelewana. Kwa hiyo utasuka kama hivi ndogo ndogo, tumeelewa na mwanafunzi wangu eh, ehe. Basi nipende kukwambia wewe ambaye ni bosi, yani unanisikia na unataka mdada kutoka uh, Marietha Beauty School. Usijali, wewe niambie sehemu ambayo upo nami nitakukonekti naye, na uhakika na utamfurahia mwanafunzi wetu kwa kuwa wanapata mafunzo mazuri mno, tumeelewa naye. Wewe ukiwa unataka mdada sehemu yoyote ambapo upo wewe, niambie, usisite kabisa, wewe niambie, alafu na mimi nitakuconnect naye, sawa. Basi kwa upande wa mbele utamaliza hivi, alafu utahamia upande wa nyuma. Hakikisha zinakutana pale katikati, usisuke mduara, hapana. Ukisuka mduara zitakutesa ku... zita... zita... zita zitakusumbua wakati wa kuja kucrochet, sawa. kwao utasuka yani, zinakutana mbele zinakuja hadi hapa katikati, na nyuma zinaenda hadi pale katikati. Tumeelewa na eh? okay. Basi wakati mwanafunzi wangu anaendelea kusuka hizi minyoosho za ndani, nipende kukwambia pia wewe ambaye unafungua saluni na hauna vifaa, wewe tuambie, tuna uwezo wa kukuelekeza jinsi ya kupata vifaa na jinsi ya kufungua saluni kwa mtaji mdogo sana. Yani kama una changamoto ya kwamba yani, unaanza biashara, unataka kufungua saluni, alafu huelewi kabisa ni namna ya kufungua uh, ukiwa na mtaji mdogo, au pia ukiwa na mtaji mkubwa, yani jinsi ya kufungua, uanze na nini na nini na nini na nini, tupigie, tutakuelekeza vizuri kabisa, hiyo haina shida. Tumeelewana mwanafunzi wangu, eh? Basi uh-huh. Uh, ukishamaliza kusuka hivi za nyuma na za mbele zikakutana hapa katikati utakuja kuunganisha hivi, mwanafunzi wangu ambavyo anaunganisha hapo, utaziunganisha hivi, na ukiunganisha hivi usiunganishe tena mpaka kule mwisho kabisa, hapana. Utasuka tena mpaka hapa katikati, alafu tena utakuja kuchukua huku tena utasuka hadi hapa katikati. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri kabisa? Basi wewe endelea kunifuatilia hapa, utapenda hii staili. Ni nzuri, tuna crochet Havana. Anakuwa mteja wetu kama amenyoa kabisa anakuwa kama shombe shombe. Kwa hiyo ni staili nzuri sana, ni mpya, ni nzuri kwao, na wewe ifuatilie. Mteja wako akija, una uwezo wa kumshauri asuke staili kama hii hapa. Umeona ambavyo hii mikia yetu ilipo kutania, ndio, na wewe utafanya hivi. Ili zisionekane ndani zimetuna, sawa eh, na ndio maana pale mwanzo nikakwambia unasuka nywele ndogo ndogo, usisuke kubwa, kuzuia kutuna kwa nywele kwa sababu tukisha crochet lazima utaikata Tumelewa wanafunzi wangu eh? Basi nywele yetu ni hapa, Havana hii ni Havana, Havana Havana Cal. Havana plus ndio. Kwa hiyo tutaikata kama hivi ambavyo, si ni ndefu. Kwa hiyo utakata hapa katikati. Ukishakata hapa katikati, utaanza kuikrochi. Usisuke ikiwa nzima kwa sababu tunakuja kuikata, haina sababu ya kusuka ikiwa nzima. Kwa hiyo utaikata hivi mara mbili. Tumeelewana. Alafu utaanza kumcrochet mteja wako, na ukiwa na crochet hapa, hakikisha kwamba una crochet zikiwa na size fulani hivi, zisiwe ndogo wala zisiwe kubwa, ili uweze kupata yale mawimbi, size kama hii hapa unaiona, eh eh. Kwa uta crochet hivi kichwa kizima, basi nikana kwambia. Uh, kwa mfano unasema mimi nataka kufungua saloni lakini sina idea yoyote, yani sielewi jinsi ya kufungua, nikakwambia tucheki sisi tuna uwezo wa kukuelekeza vizuri kabisa sawa, lakini vifaa pia vya saluni tunauza, kama seti za makeup tunazo, unazipata kwa bei tofauti tofauti. Kuna ya laki mbili, laki tatu, laki nne, laki tano mpaka laki sita. Tumelona mwanafunzi wangu, eh eh, we ambaye labda uko mkoani na unahitaji vifaa vya makeup, tuambie. Marietha Beauty School tuna uwezo wa kukutumia popote ambapo upo. Tena tunatuma kwa uaminifu mzuri kabisa kwa hilo usiwe na mashaka nalo. Sasa basi, mwanafunzi wangu akishamaliza kucrochet kama hivi, unaangalia sehemu ambazo hazijajaa, unazijazia. Hakikisha kote zinaenea hizi nywele, kwa sababu utakuja zisipo, zisipo enea zitakusumbua. Hata ukikata zitabaki na uwazi uwazi. Umeelewana mwanafunzi wangu? Hakikisha kote zina zinajaa. Alafu sasa utakuja hapa upande wa mbele utachukua rollers yako kama hivi, utaanza kuzichambua hizi kwa rollers kama hivi, utazichambua hii. Tunatengenezea baby hair kwa mbele hapa. Kwa hiyo utachukua na rollers yako, utazunguka kote, mbele nyuma, kila mahali utafanya hivi, sawa. Utachukua tu nywele kidogo, alafu utaanza kuivuta vuta kama hivi, kama ambavyo, kama ambavyo mwanafunzi wangu anafanya hapa hivi, umeona. Yehe, utazunguka kichwa kizima hivi, ni rahisi sana Wewe angalia na Beauty School. Alafu mteja wako akija, na wewe usishindwa kumfanyia hii style nzuri sana. Mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola Msikitini. Wewe ambaye ni mwanafunzi mwenyeji mimi ni kushukuru, lakini wewe ambaye ni mwanafunzi mpya usisahau sabskrib, hakikisha una subscribe channel yetu kwa kuendelea kupata mafunzo mazuri, kwa sababu kila siku tunatoa mafunzo mapya. Kwa hiyo sasa, ili usipitwe na mafunzo yetu, hakikisha una subscribe. Tumeelewana na mwanafunzi wangu? Ndiyo, ukisha subscribe, wewe unakuwa haupati shida, tukiachilia tu mafunzo unakuwa kwanza kupata. Tumeelewana? Basi utaendelea kukata kama hivi ambavyo mwanafunzi wangu anakata hapa, endelea tu, utakata tu mpaka vile ambavyo wewe utaona imekupendezea, sawa. Ndio utakata mpaka uone kabisa kwamba hapa mimi imetosha, kama sisi hapa tulivyoona. Mwona hii hapa kwetu imetosha, unaona ambavyo zimekaa vizuri, kapendeza sana. Hii kazi imefanywa na mwanafunzi mwanzo mwisho, unaona ambavyo ni nzuri. Tafuta Havana alafu crocheti kama hivi ambavyo sisi tumecrocheti na uhakika itakupa mwonekano mzuri kama huu. Umeona hii nywele yake imekuwa kama shombe shombeshombe kabisa, si umeona ni nzuri sana? Yani ni nzuri, ni nzuri. Nikikwambia ni nzuri namaanisha sawa. Tafanya kama hivi, sawa? Alafu huku mbele una uwezo wa kumwekea baby hair kama hivi hivi. Unaona ambavyo tunavivuta, hii ni nywele yake halisi, tunaivuta kama hivi. Kwa hiyo utaonekana kabisa kama amenyoa inaonekana kama ni nywele yake si unaelewa hivyo atapata mwonekano kama huu hapa kwa hiyo tumia havana havana ina kama test ya, ku, ya kukacha kwa mbali hivi kwa hiyo huu kachaji wake ndo inafanya inazidi kuonekana ni nzuri tumeelewana mwanafunzi wangu basi kwa swali lolote unajisikia kuniuliza nenda pale kwenye sehemu ya comment. niulize chochote ambacho utajisikia mimi kuniuliza Sawa, lakini una nywele yako nyingine unapenda mimi nikufundishe, usie usisahau kuniandikia pale kwenye sehemu ya comment. Wewe niandikie, niambie, madam Marieta, mimi nataka unifundishe hivi, nami nitakufundisha kwa weledi kabisa. Lakini nikakwambiaje, kama unajisikia tu kuniambia chochote, nimekuruhusu, nenda pale kwenye sehemu ya comment niambie, madam Marieta, hicho ambacho ambacho umejisikia kuniambia. Tumeelewa, na mwanafunzi wangu mzuri kabisa. Basi unaweza ukaona hii style, ona ilivyo nzuri, yani utadhani manywele yake, lakini hiyo ni havana havana Plus. Yani, iko vizuri mno, napendeza. Imagine hii kazi imefanywa na wanafunzi. Shughuli inapotokea ni hapa kwenye kukata, kwenye kukata bwana, we usipokuwa makini mm. unaweza ukaharibu kwa hiyo sasa na wewe nimekufundisha, kwa utaangalia pale taratibu kwenye kukata. Umeona hata kigeuka nyuma inavyokaa vizuri? Umeona kwa upande wa nyuma ilivyokaa ni nzuri. Yani we tafuta hii nywele alafu mkrocheti mteja wako awe na mwonekano huu, nakwambia atakuwa na kusumbua. Na kadiri ambavyo inavyozidi kukaa ndivyo inavyozidi kuwa nzuri, umeelewa? Naye ndio basi mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola msikitini, usisahau lakini. Pia tuna bonasi nzuri kwa wanafunzi wetu, ukimaliza kusoma tunakutafutia sisi kazi wenyewe. Kwa hiyo umeona, baibai. Staheli imefanywa na mwanafunzi wetu.